Karibuni kwenye Mashua ya Habari. Leo tunaangazia Tanzania ambapo Umoja wa Afrika umetoa hukumu kali juu ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Hukumu hii inatoa changamoto kwa Rais Samia Suluhu Hassan hata baada ya kuapishwa rasmi. Kumbuka kufinya subscribe pia kuturn on notification bell ili kupata habari zetu pindi tunapopost. Uchaguzi wa rais ulifanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Rais Samia Suluhu Hassan wa CCM alichaguliwa upya akipata zaidi ya 97 asilimia ya kura. Hata hivyo matokeo haya hayajakamilika bila mzozo. Umoja wa Afrika umetoa ripoti ya kina ukibainisha kuwa uchaguzi huu haukufuata kufuata viwango vya demokrasia, haukuwa huru wala wa haki. AU imesema, baadhi ya wa wagombea wakuu wa upinzani walifungiwa kisheria, wafuasi wao wakakabiliwa na mashinikizo. Pia baadhi ya vituo vya kupiga kura vilikumbwa na changamoto, ikiwemo ukosefu wa mawakala wa vyama vingine. Kizuizi cha mitandao na amri za kutotoka usiku vilizuia uhuru wa kisiasa. Ujumbe wa AU ulihitimisha kuwa uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025 haukufuata viwango vya demokrasia, haukuwa huru wala wa haki na haukukidhi vigezo vya uchaguzi wa kimataifa. Hii ni ishara wazi kuwa uchaguzi ulikumbwa na changamoto nyingi na hauwezi kudhaniwa kuwa huru. Hata baada ya kuapishwa kwa Rais Samia, hatua za AU zinaonyesha kuwa bado kuna shinikizo la kidiplomasia na kisiasa. Mataifa jirani, mashirika ya kimataifa na wafadhili wa maendeleo wanashughulikia hali hii kwa makini. Hatua hizi zinaonyesha kuwa serikali inapaswa kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari, kutokuzuia upinzani na kudumisha uhuru wa tume ya uchaguzi. Athari za mzozo huu ni kubwa, upinzani umepinga matokeo, baadhi ya maandamano yametokea, na hali hii inaweza kuathiri uwekezaji, ufadhili na maendeleo na ushirikiano wa kikanda. AU inapendekeza mabadiliko ya kisheria na kiutawala ili uchaguzi ujao uwe huru na wa haki, na kila raia awe na sauti yake. Kwa hiyo hata baada ya kuapishwa kwa, kwa Rais Samia Suluhu Hassan AU bado ina nafasi ya kuangalia demokrasia ya Tanzania. Hatua zao ni shinikizo la kidiplomasia na kisiasa, si kuondoa mamlaka, bali kumbusho kwa serikali na wananchi kwa uchaguzi wa haki ni msingi wa taifa thabiti. Endeleeni kufuatilia Mashua ya Habari kwa ripoti za kina na uchambuzi wa matukio makuu ya Afrika na dunia. Subscribe, like na share ili usikose taarifa muhimu. Turn on notification bell ili kupata habari zetu pindi tu tunapoposti.